Kama una ndoto yoyote, lakini kama una kusudi, una mpango, lakini kama unapenda kuishi katika kusudi la wewe kuwepo juu ya uso wa nchi na kutimiza lile kusudi ambalo Mungu amekuweka hapa juu ya uso wa nchi, hapa duniani, kuishi kwenye sense of purpose, ni lazima uwe na ukomo wa watu wanaokufahamu ni lazima kwa sababu, pia watu wamebeba uh, upinzani wamebeba ukinzani, lakini some of them ni dream killers, baadhi yao ni wauaji wa ndoto. Kwa hiyo unaweza ukajikuta kwamba una huduma una karama una influence kubwa ya kisiasa, una uwezo mkubwa ambao Mungu ameweka ndani yako, unaweza kufanya biashara kubwa tu. Unaweza kuwa mtumishi wa Mungu mkubwa tu, lakini shida ni watu waliokuzingira, wanakufahamu kwa kiasi gani? Usifungue milango kiasi hicho. Ukiona magrili kwenye nyumba, ukiona milango kwenye nyumba, ukiona ukuta kwenye nyumba, ni ili kuwe na ukomo wa watu kuingia kwenye maisha ya mtu mwingine. Kwa hiyo, angalia vizuri kwenye maisha yako, ni watu gani unaowaingiza. Tazungumza mambo machache ya mfano. Katika Biblia, Yesu Kristo ni Mwokozi wa ulimwengu, alikuwa na mission na vision ya kuanzisha kanisa hapa duniani na kuokoa ulimwengu kutoka katika dhambi, lakini alikuwa na ukomo wa watu waliokuwa wanamfahamu. Mission yake kukamilika, ni namna ambavyo alikuwa na ukomo wa watu kumfahamu. Alikuwa na mkutano, hao ni watu wengi alikuwa anazungumza nao kama waamini, kama anavyozungumza hapa Mchungaji Kimaro kuwa ni mchungaji, na alizungumza na mass kama anavyoongea na YouTube na Instagram na Facebook na dunia nzima na ninyi mnasikia. Ni, ni mass. Alikuwa na mkutano, lakini out of mkutano, nje ya mkutano, alikuwa na watu sabini aliowatuma kwenda kuhubiri Injili. Anasema akawatuma wengine sabini kwenda kuhubiri injili. Out of sabini alikuwa na watu kumi na mbili. Hawa masi walimfahamu kwa namna walivyomfahamu. Hawa sabini walimfahamu mpaka wakarudi wakamwambia, tuliona muujiza wa ajabu. Naam, Yesu akamwambia, msifurahi kwa sababu pepo wamewatii, furahini kwa vile majina yenu yameandikwa mbinguni. Hawa sabini, out of sabini alikuwa na kumi na mbili hawa kumi na mbili walimfahamu tofauti na hawa sabini lakini pia out of kumi na mbili alikuwa na watatu Simeon pamoja na Yohana ambao walisimama pamoja naye kwa karibu. Lakini out of hawa watatu alikuwa na Petro ambaye ndiye alikuwa na anazungumza naye siri za ufalme wa mbinguni. Mara ya mwisho walienda kuomba wanafunzi watatu pamoja na Yesu na pale kwenye lile wingu kwenye ule mlima Musa na Eliya alitokea, na Petro akasema, tujenge kibanda kimoja cha kwako, kimoja cha Eliya na kimoja cha Musa. Walipo walioingia kwenye wingu ni watu watatu tu, ni Simeon na wale wanafunzi wengine, ni Simeon Petro pamoja na wale wanafunzi wengine wawili ambao Yesu alikwenda nao faraghani, mambo ya faraghani, na hii ilimpa nafasi ya kushinda. Lakini kuna siku Yesu alikwenda kufufua mtoto wa binti Yairo, anaitwa binti Yairo, mtoto wa, wa Yairo. Na alipoingia ndani akawakuta watu wengi wanalia, lakini aliwatoa nje wote, wote akawatoa nje, ndio akaweza kuomba na kumfufua yule binti aliyokuwa amekufa. Na watu wengi wanajiuliza kwa nini aliwatoa nje watu wote ni kwa vile watu, Mama Mari, kuna wengine wana macho, yaani jicho tu, hawajaroga ila wakiangalia wakishtuka, hiyo habari imeyeyuka. Na Yesu alijua ya kwamba hata hawa wanafunzi akiwaruhusu akakaa nao watamletea mashaka tu, yaani hata Petro alikuwa na ukomo wakati mwingine Yesu akifanya mambo maanaake Petro angeweza kumuuliza are you sure kwamba huyu mtoto atafufuka? Au yani, are you sure kwamba hii nyumba unayojenga itakamilika? Unahakika hii projekti unayosema? Unajua hizi bilioni? Unahakika kwamba utapata kura, unavyojaribu kusema unakwenda kugombea sijui kwenye jimbo gani? Unahakika hii itakuwa? mambo ya kufilisika hii yani. Kuna watu ambao wakikusikia wanakufisha, unaishia hapo hapo. Kwa hiyo kazi ya kwanza ni out, na mimi nataka nikutie moyo asubuhi ya leo. Ukiona watu wanaachana na wewe, let them go, waache waende, maanake kuna watu hapa mna viroho papo, mnahangaika, aliniacha sijui, nilimsaidiaga sana, umemsaidia mpaka hapo? Mwanadamu aftaroho anafuataga vitu kwenye haja. Kukiwa na haja, mwanadamu anafuata haja yake, ikiisha anaondoka. Let them go, usihangaike. Unataka kufungia watu chooni? watu wanaenda chooni wakiwa na haja, wakimaliza wanaondoka. Unataka wakae hapo hapo mpaka lini? Una, watu wana haja ya kusafiri kwenda Marekani, Ulaya wanakwenda airport, lakini hawataishi airport. haja yao ya kufika airport, wakiondoka hapo wameenda. wakitaka kusafiri kwenda Moshi, wana haja ya kwenda stendi, wataenda stendi, wakimaliza wan... yaani, watu wanaishi mahali kwa haja. haja yao ikiisha, let them go alafu wewe endelea na maisha yako. sema amina. Makofi hayo mnapiga, lakini lakini, kama kuna kitu ambacho Mungu alikifanya kwa Ibrahimu ni kumtenga na watu wasio sahihi. Akamwambia, acha nyumba ya baba yako, nataka kukufanya taifa, nataka kukubariki, lakini sintakubariki ukiwa kwenye hii nyumba, toka katika nyumba ya baba yako. Kwa hiyo hayo matokeo ya Ibrahimu kuzaa taifa la Israeli ni mtu mmoja aliyehamua ku, ku, ku, ku, kuweka ukomo wa kufahamika hata na nyumba ya baba yake. Ndipo akafanya makosa, akaondoka na Lutu ambaye ni mtoto wa kaka yake, na kuhakishia Mungu alikaa na Ibrahimu, lakini siku Lutu akainuka akamwambia Ibrahimu, tumekuwa na utajiri wa kutosha, wanyama wangu na wanyama wako hawaenei hapa, wafanyakazi wetu wanagombana. Mimi nataka kujitenga, nataka kuondoka. Ndio maana nikamwambia let them go. Kuna watu, kuna mahali ambako huwezi kufika mpaka baadhi ya watu ulionao ndani yako waondoke. Kwa hiyo usije ukapata shida urafiki. Unaona siku hizi unapiga simu apokeei aongee, unajipatia mapresha yasiokuwa na maana. Sasa Lutu akamwambia Ibrahimu, mimi I have to go, nataka kuondoka. Kwa hiyo akaondoka, akaenda Sodoma na Gomora, akachagua hilo bonde kwa sababu lilikuwa ni bonde la, la kijani, ilikuwa ni eneo la kijani green, na akaenda huko sasa Biblia nasema siku zile, nenda kasoma kwenye kitabu cha Mwanzo, hata Ibrahimu alipojitenga na Lutu, hapo ndipo Mungu alipokuja kusema na Ibrahimu juu ya uzao, juu ya kuzaa, na ndio wakati pia Sara alikuja kupata mtoto baadaye, juu ya uzao na juu ya agano la nchi na juu ya mambo mengi, Mungu alisema naye. Hasa nataka niseme nini kwako? Kuna vitu ambavyo wakati mwingine unapata sonona isiyokuwa na maana na hasa sonona ya watu ambao ulikuwa una marafiki na wengine, umewasaidia wengine, wamekaa nyumbani kwako, wengine umewakaa nao sana, na inakuletea shida, unajiuliza, hivi na fulani ni wakuniacha kweli? Hivi na fulani no. Ni kwa sababu Mungu akitaka kukupeleka mahali atahakikisha kwamba anakupeleka mahali sahihi ambako baadhi ya wale watu ambao wangekuwa ni dream killers kwenye maisha ya kwako Mungu atawawekea ukomo, na hawajaondoka Hawajaondokaga, wewe ndio una stress za kufikiri wameondoka. Mungu amewawekea ukuta wa kiwango cha kukufahamu. Are we together? Ni kiwango tu cha kukufahamu. Anasema utawafahamu mpaka hapa, ishia hapa basi. Namaliza kwa kusema hivi. Poleni wale ambao mliwakaribisha watu mpaka sebuleni, mkawapeleka mpaka vyumba vya ndani, mkawapeleka mpaka kwenye ufungu wa kitanda na madhara ambayo umeyapata baada ya kuona ya kwamba wale watu wale, namna ambavyo wamesema very negative. Wengine wamekuponda, wengine wamekuaibisha, wengine wamekuvunja moyo, lakini nataka nikuambie, taratibu, unaendelea kupona na mimi nakuona una nafuu. Hebu nitizame, eti e, naona una nafuu kwa sasa e, kulingana na jinsi walivyokupelekesha, lakini kwa sasa una nafuu kubwa. <laughs> Bwana asifiwe, nachokuombea ninakuombea sasa. Life, it is about discipline, maisha ni nidhamu. Lakini uh, nidhamu ni hatima, discipline is destiny. Alichokifanya Mungu kwenye maisha yako wala sio ugomvi wala sio hasira wala wala wala sio chuki wala sio sonona. Mungu amekutengenezea discipline fulani kwenye maisha ya kwako, na disiplini kubwa ni ukomo wa watu kukufahamu. Tumsifu Yesu Kristo! Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika na meza ya HW tuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu kukupa hamasa kujengea uwezo wa kufanya